Auaa barakatu alhamdulillah bilalamin assalatu wasalamu As ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kwanza tu washukuru nyote kwa kuja katika kusanyiko huu na kwa wale ambao ni mara yao mwanzo, sisi afisi ya habari ya Hizbu Tahrir kila mwaka huwa tuna fanya haipungui hey, miaka mitano sasa tumekuwa tukifanya mkusanyiko huu kuwaita waandishi wa habari kuwafutarisha kila mwaka, ni jambo la kawaida, sio mara ya mwanzo. Tulianza kule, tuliwahi kufanya uh, Chief, Chef Pride, tukawahi kufanya na hii hoteli hapa ya, ya gerezani na mahala mwingine na mwingine. Kwa hivyo ni jambo la, la kawaida. Tunawashukuru sana nyote kwa kuhudhuria. La pili, kwa sababu tumo ndani ya mwezi huu na tuko kingoni, na kwa sababu kuna jambo ambalo lime linachukua mwelekeo wa hatari kwa umma wa Kiislamu. Tumeona kidogo hapa tulizungumze, mkiwa kama waandishi, lakini mkiwa vile vile kama Waislamu wenzetu, nalo ni hili suala la mwezi. Hatuzungumzii suala la mwezi kwa watu walivyozoea ya kuvutana pande mbili, aa, tunalizungumza kwa sababu linatoka katika mkondo wa fikhi ya Kiislamu ambao huku ni, ni, ni, ni wazi kuna, kuna pande mbili, linaingia katika mkondo wa, wa, wa, wa fikra za kizalendo ambayo hizi fikra ni hizi fikra hatari dhidi ya Uislamu. Kwa hivyo si hatulizungumzi ile mivutano iliyozoeleka, lakini tunalizungumza kwamba linakwenda katika trend, katika mkondo ambao si mkondo wa kidini. Mkondo wa kidini ni kusema kwamba kuna hoja mbili, kuna hoja hii na hoja hii, na zote ni hoja ambazo zipo katika Uislamu japo moja ina nguvu, lakini na nyingine ni hoja katika Uislamu. Lakini jambo hili linatoka katika mkondo huu linakwenda katika mkondo wa fikra ambazo si za Kiislamu japo kwamba huvishwa guo la Kiislamu. Kwa hivyo tunataka tuliweke tuli sawa hili kidogo katika engeli hiyo, sio katika engeli ambayo watu wamelizoea wame ile mivutano mivutano ambayo kimsingi haina, haina faida yoyote. Kwa hivyo kuna hii karatasi tumeandika, nitaisoma kidogo, na zipo pale, inshallah mtazipata, mtazi ndugu wa habari na waliko kwa jumla, Hizbu Tahriri inatoa msimamo e, wenye nguvu wa kisheria ya Kiislamu juu ya mwezi mwandamo, baina ya kuwa ni kilimwengu yani wa kimataifa au kitaifa. Tunakubali na kuheshimu rai baina ya Waislamu pale wanapokuwa wamehitilafiana katika jambo la kifikri na asili jambo hili, hili jambo hili na ikhtilafu, kuna pande mbili, msukumo wa ikhtilafu uwe lakini umejengwa juu ya msingi wa kisheria ya Kiislamu, isiwe katika suala la hofu sifa ubaguzi wa rangi, eneo, kabila, nchi au taifa. Awali maulamaa waliikhtilafiana juu ya mwezi kwa sababu za kifikhi, sababu halali kabisa, masuala ya, ya, ya pointi za kidini kabisa, tofauti na leo. Sababu za ikhtilafu za mwezi sio fiki ya matlai, kwani tunaona leo watu wa matlai sehemu moja hawafungi pamoja na wenzao, mfano kama Suudia na Omani, hali yao jiografia yao ni moja na maeneo yao ni moja, lakini kwa sababu ya fikra ambayo limetolewa katika fikra ya kidini limepelekwa katika fikra ya kizalendo kinchi hawafungi sawa sawa, bali hata Afrika Mashariki na Arabuni matlai yetu mazingira yetu Afrika Mashariki ni mamoja, bali hata majira ya saa zetu sisi Afrika Mashariki na nchi, baadhi ya nchi za Arabuni ni mamoja, lakini ajabu hatufungi na kufungua pamoja. Leo sababu zinazotumika ni za kizalendo kitaifa na kinchi yani, kila mmoja ni kwa sababu na nchi yangu. Yaani, watu wa horohoro na watu wa lunga lunga mwezi ni ule pale, lakini hawa kwa sababu sisi ni Kenya na sisi ni Tanzania, kwa hivyo inakuwa jambo hili halikuweko katika tena mjadala wa kidini, ni mjadala wa kizalendo wa kinchi. Kwa hivyo leo sababu za kizalendo kitaifa na kinchi, kinchi ndio msukumo wa ikhtilafu za mwezi na sio tena ikhtilafu za kifiki Hivyo basi, msimamo sahihi wenye nguvu ya kisheria ni kuwa mwezi ni wa pamoja dunia nzima kwa umma mzima wa Kiislamu kwa sababu zifuatazo, ambazo ni sababu wazi ikhtilafu za kifiki kwa maulamaa waliotangulia. Mjadala wao mkubwa ulikuwa kwenye ufikishwaji wa taarifa, kiasi baadhi yao wakakadiria kwamba umbali wa taarifa uwe ni mwendo wa farasi kabla ya kuingia kwa alfajiri, madam utata wa kufikishwa taarifa umekwisha, basi ikhtilafu hiyo nayo imeondoka. Sawa, wanaotetea msimamo wa mwezi kwa kitaifa sawa, wanashirikilia utaifa wa nchi na umoja wa kizalendo wa mipaka iliyochorwa na wakoloni kwa lengo la kutugawa umma wa Kiislamu. Kwa hivyo utetezi leo wa hoja hii ni zaidi ni, ni kiutaifa na kiuzalendo mwezi wa kimaeneo umegawa umoja wa Uislamu duniani, kwani umoja wetu sisi sio huu wa kitaifa uliochorwa na wakoloni, bali sisi ni umma popote pale tutakapokuwa. Tunasisitiza kauli yenye nguvu ni mwezi wa kiulimwengu kimataifa, na hoja za kisheria ziko wazi na zinaeleweka bila kuzitaja hapa, na atakayefunga kwa kufuata michoro iliyochorwa na wakoloni inaitwa mipaka, baada ya kubainikiwa na haki ya kisheria, atakuwa anapata dhambi sawa kwa kufungamanisha Uislamu wake na fikra ya kibaguzi za kikoloni ambao ni za mipaka. Na mwisho tunaweka wazi kwa kusema mwezi wa kilimwengu huwa hatukusudii mwezi wa Saudia, kwani Saudia nayo vile vile napata, inapata maelekezo na Marekani na hawana msimamo wa kudumu katika fatwa zao, bali tunachokusudia ni umma utafute mwezi ulipo, wafunge pamoja, na vile vile kufata mwezi wa Saudia vile vile ni kujifunga vile vile na mipaka ya, ya, ya kijiografia na, ku, na, ku, na kufunga kwa mujibu wa nchi. Baada ya hapo, tunawatakia umma wa Kiislamu pamoja na nyinyi mfungo wa hizi siku chache zilizobakia, tusimame kwa visimamo mbalimbali, tufanye ibada tu, tu, tu, tuzitumie siku hizi vizuri, na tunamwomba Mwenyezi Mungu subhana wa subhanawataala atakabali saumu zetu na atufikishe salama katika Idil Fitri. Tuna mwito gani wa kuwaeleza waislamu waishi maisha gani baada ya Ramadhani? Tumesema wazi kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kachagua mwenye siku kachagua saa kachagua miezi akasema, ina utukufu fulani Sawa, lakini haina maana ibada ya kumwabudu Mwenyezi Mungu imefungwa kwa masaa yale, au imefungwa kwa siku zile, au imefungwa katika miezi ile. Sawa, Mwenyezi Mungu asema wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Endelea kumwabudu Mola wako mpaka kitakapokujia kifo. Kwa hivyo ujio wa Ramadhani uchaji wa Ramadhani haupaswi kumalizika baada ya kumalizika Ramadhani, bali miezi mingine yote kumi na moja muislamu anamwabudu Mwenyezi Mungu kwa sababu Mungu aliyetoa agizo la Ramadhani ndiye aliyetoa agizo katika maisha yote tuishi kwa mujibu wa, wa matakwa yake. kwa hivyo mwito wetu kwa Uislamu ni kwamba Ramadhani iwe ni kichochezi cha kuwapa nguvu, baada ya kumalizika Ramadhani, hiyo miezi 11 waendelee kumwabudu Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bali wafanye kazi e, ya kulingania Uislamu ili Uislamu umsimamie mwanadamu katika vipengele vyote vya maisha. Naam. Kama kuna suala jengine mawili matatu. Yeah. Hii baada ya kufutulisha, kumekuwa na watu wengi wanafutulisha sasa hivi, mpaka wasanii wana, wakubwa wanaonekana wanafanya mambo haya ili mnalizungumziaje? na, na, linalingana na hili sura tulizungumzia mwezi kwamba kuna hali ya udandiaji. Leo ajenda ya mwezi inadandiwa kukuza utaifa na ubaguzi baina ya maeneo na Waislamu wa eneo moja na eneo jengine, sawa, imedandiwa kupeleka ajenda hiyo, lakini ikivishwa guo la kidini, sawa na hizi futari nazo zimedandiwa eh, zinadandiwa kwa ajenda mbalimbali, moja ikiwa ni dini mseto. Sasa kuna wengine hawafichi eh, wanasema wazi kwamba tunaita Waislamu na Wakristo kuwaleta pamoja eh, katika jambo kama hilo. Tunasema kwamba sisi na Wakristo tunashirikiana katika kukodishana katika kuamiliana kibiashara sawa, lakini hatuamiliani katika mambo ya ibada na dini, huko kila mtu ana dini yake. Mwenyezi Mungu anasema, asema lakum dinukum walia dini. Lakini suala la kwamba kukodi gari ya Mkristo, kukodi nyumba yake, kufanya miamala ya kibiashara halali, huko hakuna makosa. Kwa hivyo wanachanganya watu, wanatuleta katika mambo ya dini mseto, yani ku, kuleta ukuruba wa kiimani ilhali ya kuwa wao wenye wao wa Kristo mlutheri haswali, yani hafanyi ibada katika kanisa la Anglikana. Wao wenyewe kwa wenyewe, tutakuwa na ukuruba nao sisi. Kwa hivyo hatuzungumzii ukuruba katika miamala ya kimaisha, tunazungumzia ukuruba wa kidini. Kwa hivyo leo futari zinatumika katika miamala ya kuleta ukuruba wa kidini, ambalo ni jambo ambalo linapingana na akida ya Kiislamu lina, inatumika na wanasiasa kwa malengo yao ya kisiasa vilevile vile, sivo sawa, linatumika kukuza fikra chafu zikiwemo za wasanii na vile vile sivyo sawa e? Kwa hivyo imedandiwa ibada hii, lakini tunasema kwamba ibada hii inatuhusu sisi waislamu kwa sababu Mwenyezi Mungu aliponadi kasema, ya alladhina amanu kutiba alaikumu siyam, ni sisi tulioambiwa waislamu. Kwa hivyo wa kumwalika ni muislamu sawa, kwa sababu ibada ile inamuhusu yeye sawa. Na, na ajabu ni kwamba wanakusanyika watu okay, ni Waislam, lakini mna mambo ya machafu. Mtu anaalikwa pale na mwanamke wake mtu hujamuoa, sawa. Kwa hivyo, kwa ufupi, inatumika kukebehiwa na kuchezwa shere ibada hii, ambayo ni ibada tukufu, kiasi kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema, vipi? Kwamba kila amali ya mwanadamu ni yake eh, lakini saumu, fa innahu li wa ana ajizi, hii ni yangu mimi. Kwa hivyo leo kuna kampeni maalumu ya kuikebehi na kuidogosha na kuicheza shere ibada hii, na hii ni mbinu vile vile ya kuwafanya Waislam nao waione ni ibada duni, kama vile ambavyo wanamtukana Mtume, wanaitukana Qur'ani, wanamtukana Mwenyezi Mungu, tuzoee tuchukulie. So, ukiangalia hata komedi wengi leo ni shereshere shere na kebehi za, za, za, za, za, za ibada hii. Kwa hivyo ni kampeni maalum ama wanajijua au hawajijui <coughs>